So saa hiyo mwingine akaanzia mzee kukata vidole vyake akiweka kwa meza wakisipanga wakimwambia hesabu kura, mzee ni ngapi? Mzee akaanza kuhesabu kura mpaka akamtolea masikio, wanaweka chini wakisema hesabu kura. Wakatoa ya mihu, hesabu kura. Mpaka akamtoa simu zake za siri wakaweka kwa meza, mzee akaanguka chini, akamkanyanga na mihu na akakata e, shingo nikiona na macho. So majina, naitwa Joyce Chepkemoi Cheruyot kutoka sehemu za Cresoi Not. Nashukuru Mungu kwa maana mmenipokea Nairobi KTN. Nashukuru Mungu kwa miaka yote ambayo Mungu amenilea amenichunga. Nashukuru Mungu kwa hii sura ambayo niko nacho, nachipenda vile niko so. Eh, venye mnaniona wananchi wote Kenya, niliadhiriwa seven wakati ya too seven kitu saa tano ya mchana, nilikuwa na watoto wawili, nilikuwa na Sharon Chepkurui na Miriam Chemtai na nilikuwa na mimba mwezi nane na nusu, wakati nilikuwa ninachomwa. Ni, eh, wale watu waliingia ndani ya nyumba tukiwa na mzee Wesley Chiruyot baba ya watoto, walinipata kama ninaasha chiko ya makaa, kulikuwa na githeri na nilikuwa nachonga viazi na nilikuwa na mimba mwezi nane na nusu. Walipoingia ya kwanza, nikamuuliza, unataka kibarua kwa nini? Ninataka tuwaue, akasema ni juu ya kura. Kura inafanya nini? Hapana, usiongeleze sisi." Wakaanza saa hiyo saa hiyo wakaanza kunikata vidole vyangu viwili na mkono ya mbele na wakatoa githeri chini na wakanishikilia hiyo jiko ya makaa, na hii nikisikia na macho na nikisikia na masikio yangu, yote kila pahali, akaanza kunikatakata wakinichoma choma kisu na mtoto alikuwa ndani. So saa hiyo mwingine akaanzia mzee kukata vidole vyake akiweka kwa meza, wakisipanga, wakimwambia hesabu kura, mzee ni ngapi? Mzee akaanza kuhesabu kura. Paka akamtolea masikio wanaweka chini wakisema hesabu kura. Wakatoa ya mihu hesabu kura. Paka akamtoa simu zake za siri, wakaweka kwa mesa, mzee akaanguka chini, akamkanyanga na mihu na akakata yeye shingo nikiona na macho. Sasa hiyo damu zilikuwa inatoka kwa mimi kwa mwili, nikisimika nikianguka nikiamka. So sasa hiyo bahati nzuri kabisa kwa ajili ya Mungu. Watoto wako na mimi, walikuwa wanaenda kwa jirani kucheza cheza. Sasa nilipopiga nduri ya juu, nikiambia jirani, tunakufa, saidieni watoto. Sasa jirani akachukua watoto, sijui walielekea msituni gani, walienda na watoto. So nini, nikaambia wale wajamaa, mnaamua kabisa muue watu namna hii kabisa juu ya kura, mnatoa juu ya kura kabisa. Akasema wewe mama unaongelesha nani? Ongea maneno yako ya mwisho. So wengine walikuwa wanakata ng'ombe na huu, mwingine anachoma stoo ya mahindi na mzee alikuwa anabarikiwa, alikuwa ananunua gari yake ya biashara, na mimi nilikuwa na biashara ya duka hasa. Badala wachukue vitu, wanachoma hiyo duka hasa. Wengine alikuwa anachoma duka na petrol, wengine wanakata miguu ng'ombe, wengine wanafanya vituko huko nje, wengine wanaua kuku. Yani vitu yenye ina innocent na ni juu ya kura. Sasa saa hiyo mwingine akasema, tungekuwa tumeua huyu mama, anangoja nini sasa?